Amani ya Kristo iwe pamoja na wewe, nayezungumza na wewe siku ya leo, naitwa Apostle Boneka bonekaakila Nabii Mkuu Bushiri, na mchungaji mkazi wa kanisa la ECG Kilimanjaro, taifa la Yesu. Ninakujia kwako kwa ajili ya ibada kubwa inayokwenda kufanyika hapa kanisa la ECG Kilimanjaro lililoko Moshi Mjini, mtaa wa KDC, siku ya tarehe 21 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Jumapili hiyo tutakuwa na ibada kubwa ya ajabu. Ni ibada gani? Kristo ameniagiza Tutakanyaga mafuta yanaitwa ni mafuta ya ushindi. Maandiko anasema heli mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Haya ni mafuta ambayo Mungu ameniagiza utayakanyaga, maana yake utamiliki nyakati zilizobaki kabla ya kuvuka mwaka. Utatamka, utakanyaga haya mafuta, utavuka mwaka. Lakini namba mbili, Mungu akaniambia, baada ya kukanyaga haya mafuta, kutakuwa kuna ishara na miujiza kwenye kila atakayekanyaga haya mafuta. Ibada hiyo itaanza saa moja na nusu hapa kanisani na nitakuombea mimi mwenyewe binafsi, halafu utakanyaga mafuta. Lakini sio hiyo mwishoni, kama familia kama kanisa, tutashiriki kanisa zima chakula cha pamoja. Tumekuwa na mwaka mrefu, mambo yamekuwa ni mengi, lakini kama familia tutashiriki chakula cha pamoja, ikiwa ni ishara gani, kama Kristo alivyoshiriki chakula na wanafunzi na wake, nasi kama kanisa tutashiriki chakula. Usipange kukosa kwenye hiyo ibada Jumapili hapa kanisani taifa la Yesu ECG Moshi Mjini, kuanzia saa moja.